Natamani tuende vizuri. Mtu mwenye agano imara na Mungu wake hahangaiki kujitambulisha. Watu watajua kuwa huyu ni mtu mwenye agano la kweli na Mungu wa kweli, kwa sababu kila utakalolinena lazima liitike, lazima litokee. Kila utakalolinena lazima lifanyeje? Lazima litokee. Tunaona ukiendelea hapo kusoma utaona Biblia inasema kwamba alipokaa katika kijito kile cha Kelet, kile kijito kilikauka, maji yakakauka. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini Bwana, kwa sababu alikuwa na agano na Eliya, Bwana akampa maelekezo mengine, akamwambia nenda sehemu fulani, utakuta mwanamke huko wa Selepta na atakulisha atakudumia. Bwana Yesu asue sana. Biblia inaniambia ya kwamba Eliya alifunga safari akiwa kuelekea kule ambako Bwana amemwambia, akamkuta mwanamke akitafuta kuni, na alipoona akamsalimia. Alipomsalimia akamwambia ninaomba unisaidie maji. Yule mama akafanya hivyo, lakini akiushia hapa, akamwambia ninaomba unitengeneze chakula nile. Yule mwanamke anamwambia ya kwamba, sikiliza, unaponiona hapa mimi nimebakiwa na konzi ya unga kidogo, nikande niweze kupika tule mwanao na mwanangu, tuweze kuf, tukafe kwa sababu ndicho chakula cha mwisho. Bwana Yesu asiwe sana, lakini angalia Eliya anacho kisema, namwambia niandalie kwanza mimi, nifanyie kwanza mimi iko, alafu kapu lako la unga hilo halitakauka Bwana Yesu asiwe sana, kapu lako halitakauka. Na yule mwanamke akafanya kama alivyoambiwa na Eliya, akafanya kama alivyoelekezwa na Eliya, akamtengenezea mkate, akampa kala, natoka siku hiyo, lile kapu alijakauka. Bwana Yesu asiye sana. Na ndipo sasa unakuja kuona katika Wafalme wa Kwanza sura sura ya 17 mstari wa 24, Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa 24, unakuja kuona sasa yule mwanamke anathibitisha ya kwamba huyu kweli ni mtumishi wa Bwana. Ngoja nikusomee hapa 24, mwanamke akamwambia Eliya, sasa najua ya kuwa wewe ndiwe mtu wa Mungu na ya kuwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Bwana Yesu asiwe sana. Nimesema kwamba mtu mwenye agano imara na Mungu wake hahangaiki kujitambulisha kwa watu, watajua kuwa huyu ni mtu wa Mungu mwenye agano la kweli na Mungu wa kweli kwa sababu kila atakolinena, lazima litatokea, lazima litafanyika. Bwana Yesu asiwe sana. Tunaona habari zake Eliya, baada ya yule mama kumpa chakula, alipoenda huko, mtoto wake yule mama akafa. Alipokufa akamkimbilia, aka, aka, Eliya akamwambiaje, inakuwaje wewe ni mtu wa Mungu? umesema ya kwamba kapo alitakauka wala sitapatwa na mabaya. Kwa nini jambo hili limenipata? Mwanangu ambaye alikuwa ni faraja yangu, alikuwa ndio namtazama leo hii amefariki. Kwa nini ume, kwa nini imekuwa hivi, na wakati wewe ni mtumishi wa Bwana na nimekulisha, nimekuhudumia. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini Eliya akamwambia, usilie mtoto wako ataamka. Na Eliya aliomba na akafanya kwa ufunuo wa Mungu, na yule mtoto akaamka, na yule mama kathibitisha kweli ya kwamba huyu ni mtu wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asuwe sana, akasema kweli, huyu ni mtumishi wa Bwana.